Sisi kama viongozi tunaendelea kumuunga mkono mwalimu, tunaendelea kumuunga mkono mwalimu. Mimi nadhani niwaambie tu wapenzi na mashabiki, kila mmoja atimize wajibu wake. Shabiki aje uwanjani kuja kuisapoti timu, sisi viongozi tutaendelea kufanya kazi zetu kwa ajili ya kuendelea kuiweka sawa timu. Walimu na benchi lao la ufundi, nao kazi yao ni kuiandaa timu icheze mpira. Kwa hiyo tusiingiliane kwenye majukumu, kila mmoja atende kazi yake fresh, lakini mwisho wa siku, kama hali itakuwa mbaya, tunaweza jua nini kinaweza kikatokea. Narudia pale pale, ni kwamba mimi binafsi kama kiongozi wa club naendelea kumsupport mwalimu kutokana na kazi yake anayoifanya nadhani tuendelee kumpa muda afanye kazi yake vizuri, naamini tutaweza tukakaa sawa. Alex Ngai, unahisi hii inaleta pressure yoyote kwa mashabiki lakini pia kwenye michezo ya group stage iliyosalia? Ah, sidhani kama kuna pressure kwa sababu sasa hivi nadhani e, mwalimu ndo anaendelea kukaa na wachezaji na timu yake ikiwa imekamilika tofauti na, na pre season ilivyokuwa, maana timu ilikuwa iko nusunusu. Kwa hiyo nadhani, hebu tuendelee kumvumilia tumpe nafasi mwalimu aendelee kufanya kazi yake, asante. Sorry? Kama hmm, kiongozi. Yanga bingwa, asanteni sana.